Habari za wakati huu mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV ni kukaribisha katika kipindi cha magazeti, msomaji wako naitwa Golden Lucky. Ikiwa ni siku nzuri ya kwanza ya mwezi Februari mwaka elfu mbili na kumi na saba, gazeti la kwanza katika mikono yangu ni gazeti lako pendwa, gazeti la risasi mchanganyiko. Habari kubwa iliyoandikwa na kupewa uzito, ukurasa wa mbele da ina mengi dada wa kikongo ya mkuta ni mchana kweupe, tukio zima kimbilie katika ukurasa wa tatu. Habari picha kuisindikiza habari hii ndo, kama anavyoonekana dada huyu wa kikongo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini pia nyingine iliyoandikwa na kupewa uzito, mama Lora amfungukia PDG wa mama Diamond. Habari picha ikiwaonesha hapa katika ukurasa wa mbele, lakini pia ni katika mazingira gani na ni kitu gani alichokifunguka mama Lora kwa PDG au kumfungukia kuhusiana na PDG wa mama Diamond. Habari hii usiikose kiundani zaidi, jitafutie nakala ya gazeti lako upendwa la risasi mchanganyiko Februari 1 mwaka elfu mbili na kumi na saba. Nzuri zaidi kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa magazeti kutoka jumba la habari Global Publishers. Ni shinda nyumba awamu ya pili, ambapo sasa hivi kuanzia Februari 8 pale maeneo ya Mbagana za kiem utaweza kujishindia TV simu pamoja na pikipiki, wakati huu ukiendelea kushiriki kwa wingi zaidi ili tengenezea mazingira mazuri ya kushinda katika draw kubwa, zawadi kubwa ikiwa ni mjengo wa maana, zawadi ya nyumba kutoka jumba la habari Global Publishers. Habari hiyo inatimisha habari zilizoandikwa na kupewa uzito ukurasa wa mbele wa gazeti hili, na nikiligeuza katika ukurasa wa nyuma, habari kubwa iliyoandikwa na kupewa uzito, madai ya kufananishwa na nyani. Harmorapa amjibu Iyobo kwa vitendo, ni baada ya kumpiga chini Wolf Perfecti, habari kamili kimbilie katika ukurasa wa tatu habari. Picha ikimwonesha Harmorapa enzi za alivyokuwa au alipokuwa na Wolpafeki, lakini sasa hivi ni yupo katika mahusiano na mwanamke au msichana au mpenzi wake mpya mwingine. Nzuri kwako zaidi ni vile ambavyo unaweza ukazipata habari zetu kwenye mitandao ya kijamii pasipo kukosa kutembelea mitandao inayobamba mjini kwa sasa. Na upande wa website, usikose kutembelea website yako pendwa ambayo inakuletea updates punde tu zinapotokea, za kijamii, za kistana, za kila aina, kitaifa na kidunia kwa ujumla, www.globalpublishers .co.tz upande wa YouTube channel ambayo ndipo nyumbani hapa ulipo. Kama ulikuwa bado haujisubscribe, Subscribe sasa kwenye YouTube channel hii ya Global TV, ndio channel namba moja kukuletea kile ambacho unakihitaji on time. Lakini pia upande wa website ya Global TV kuyapata matukio yote kwa mpangilio ni www.globaltv.tz na hapo utazipata habari zote kiundani zaidi. Habari nyingine ya mwisho katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Risasi Mchanganyiko Februari moja leo ni kuhusiana na mwanamuziki hoi ni El Chinyama aliyewahi kuvuma TOT Plus. Habari hii kiundani zaidi usikose mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, ikiwa pia ndio habari ambayo inahitimisha, na moja kwa moja niende katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu kuweza kukusomea habari ijapo kwa ufupi, kwa faida ya wewe mtazamaji na mfuatiliaji ambaye unatutazama au unatufuatilia ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania katika ukurasa wa tatu habari kubwa niliyochagua kukupa au ambayo ninaichagua kukupa ni kuhusiana na Harmorapa kumjibu Iyobo kwa vitendo. Ni kutokea Dar es Salaam, siku chache baada ya densa la lebo ya WCB Moze Iyobo kutoa kauli ya dharau juu ya msanii Athumani Omari ambaye amekuwa akidai akidai watu kumfananisha na Hamora, na Harmonize mwenyewe kukubali kuwa anafanana na Rajab

Harmonize, rapa huyo anayejiita Hamo Rapa amemjibu kwa vitendo baada ya kuonyesha msichana mrembo anayetoka naye kwa sasa. Iyobo alimdhihaki rapa huyo anayefanana sura na Harmonize ambaye pia ni msanii wa lebo ya WCB kuwa anafanana na nyani, kitu kilichosababisha apate wakati mgumu katika mitandao ya kijamii kutoka kwa mashabiki ambao walimshambulia kutokana na kitendo hicho walichokiita ni cha kidhalilishaji na nashukuru kwa kitendo alichonifanyia Mosey Iyobo, lakini yeye mwenyewe hajakamilika na bado anazaa, anaweza akazaa mtoto anafanana na nyani vile vile. Ilikuwa ni kauli kutoka kwake rapa Harmorapa. Habari hii kiundani zaidi inaendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti lako pendwa la Risasi Mchanganyiko la siku ya leo. Usikose kujitafutia nakala yako kuipata hii pamoja na nyingine nyingi kiundani zaidi, lakini pia nyingine ni kuhusiana na dada wa Kikongo ya mkuta ni kutokea Dar es Salaam. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, ndivyo unavyoweza kusema baada ya dada mmoja anayeitwa Alice Gaspar, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kuchezea kichapo kutoka kwa mama mwenye nyumba wake, aliyesaidiwa na majirani, baada ya kunaswa chumbani kwake akiwa na binti yake akidaiwa kutaka kufanya vitendo vya kisagaji. Habari hii kiundani zaidi pia inaendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti lako pendwa la risasi mchanganyiko la siku ya leo Februari 1 2017, ikiwa ndio habari ambayo inahitimisha habari zote nilizozichagua kukupa kwa siku ya leo kutoka katika gazeti lako pendwa la risasi mchanganyiko la siku ya leo. Kuzipata nyingine nyingi kiundani zaidi, kazi ni kwako kujitafutia nakala yako. Na baada ya hayo, nilisogeza gazeti hili pembeni, nianze kulipitia habari zilizoandikwa na kupewa uzito katika ukurasa wa mbele wa gazeti lako la michezo, gazeti namba moja la Champion, michezo na burudani. Jerimuro atemwa Yanga, Azam TV wahusika kwenye ishu hii, lakini pia fagio la wasomba bwana fedha, afisa masoko. Usikose habari hii kiundani zaidi, mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, ujue kwa nini Jerimuro akatemwa Yanga. Kwa upande mwingine, Simba wamrudisha banda nyumbani, siku kumi Mkwasa bosi mpya Yanga, mastaa wanne Yanga hatihati kuivaa Simba. Usikose habari hii mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV na nyingine pia ya kimataifa zaidi, ni kuhusiana na Arsenal, Chelsea hoi England Champion Jumatano, draw ya kwanza ya shinda nyumba ni Februari nane. Unakumbushwa pia kutoka katika gazeti hili, usikose kujitafutia nakala yako uweze kuzipata zote kiundani zaidi, na ni katika ukurasa wa pili utaweza kujua vitu vingi kuhusiana na shinda nyumba katika gazeti lako la michezo la Champion. Nikiligeuza gazeti hili katika ukurasa wa nyuma, habari kubwa iliyoandikwa na kupewa uzito, El Hadari: tutatoa ubingwa wa afcon ni kutokea Libreville nchini Gabon. Kipa wa timu ya taifa ya Misri Esam El Hadari amesema wanataka kuhakikisha kuwa wanatoa ubingwa wa Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka huo. Misri walifanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali baada ya kuichapa Morocco bao moja bila, Jumapili iliyopita kwenye uwanja wa Stade de Porte nchini Gabon. Kipa huyo ana rekodi ya miaka kadhaa kwenye michuano hiyo, ambaye ndiye mkongwe zaidi baada ya kuwa na umri wa miaka 44 lakini pia akiwa ndiye pekee ambaye hajaruhusu bao lolote hadi sasa kwenye michuano hii. Habari hii kiundani zaidi inaendelea katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la michezo la Champion la siku ya leo. Nyingine pia iliyoandikwa na kupewa uzito ni kutoka kwake, Zidane achekelea matokeo ya Barca, usikose kujua ni kwa nini. Lakini kwa upendeleo, kocha wa Real Madrid Zinedine Zidane amesema kitendo cha timu ya Barcelona kuendelea kupata matokeo mabaya kinamfurahisha sana, akionekana habari picha katika ukurasa wa nyuma hapa akiwa anacheka. Usikose kuipata habari hii kiundani zaidi, mtazamaji na ufuatiliaji wa Global TV, kazi ni kwako kujitafutia nakala ya gazeti la michezo la Champion. Toka kwake Mourinho asema Niligomea ofa ya China ni kwa sababu gani? Kocha wa Manchester United Jose Mourinho amesema kuwa aligomea ofa ya kwenda kufundisha soka nchini China. Mourinho ni kati ya makocha bora zaidi kwenye soka kwa sasa, lakini amesema kuwa aligoma kwenda kufundisha soka nchini China, sehemu ambayo kwa sasa inakuwa kwa kasi zaidi kwenye mchezo huo. Kocha huyo amesema ofa hiyo ilikuwa ya fedha nyingi sana, lakini aligoma na hana sababu ya kum mtu yeyote ambaye anataka kwenda kwenye ligi hiyo. Habari hii pia kiundani zaidi inaendelea katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la michezo la Champion la siku ya leo, ikiwa pia ndio habari ambayo inahitimisha habari zote zilizoandikwa na kupewa uzito kwenye magazeti siku ya leo. Kuzipata nyingine nyingi kiundani zaidi, kazi ni kwako kujitafutia nakala ya magazeti ya siku ya leo Februari moja mwaka elfu mbili na kumi na saba, lakini zaidi unaweza ukazipata kwenye website yetu ya Global Publishers. Tembelea pale ni www.globalpublishers.co.tz na zote utazipata kiundani zaidi. Hii ni kwa faida ya wale wote ambao mpo nje ya mipaka ya Tanzania. Sina la ziada, ni kukumbushe kulike, kushare pamoja na kucomment, lakini zaidi usisahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Kwenye mitandao ya kijamii utatupata at Global TV TZ. Kwenye Facebook, Instagram pamoja na Twitter ya presenta wako Golden Lake ni at Golden Lake underscore GM. Zaidi sina la ziada niwatakie wakati mwema.